Yes, kama kawaida kama kama ka, leo tupo katika kijiji cha M ya kwanza. Lengo la mazimuni ni kutafuta baadhi ya mashabiki wa Alliance ili tuweze kuongea nao moja mbili tatu kuhusiana na mechi ya leo ambao wanakwenda kuipiga Alliance de Force na D1 mm, Umoja. Nipo na shabiki sugu kama unavyomwona. Ee bwana, mambo vipi? Fresh. Kizazi? Sana. Unyama? Sana. Mechi ya leo ni fainali, na tufikiri ni fainali ya tatu ambao mnakwenda kufuzu lakini, moja kati ya fainali hizo mmenyakua mbili seti, amna? Um, tumenyakua moja, unaelekea moja, nyingine ile kwa leo. Okay, matumaini yenu kwa siku ya leo ni yapi? Unajua, mimi siwezi kuwa na matumaini, ila ina matumaini pia, kwa sababu mpira ni mgumu okay. siwezi jua, so, ambao tapiga mwenzie, japo mimi ni shabiki wa Alliance yeah. Hey, ndo kitu kama hicho ila matumaini yangu mimi najua nitafunga tu inshallah. okay. Ni mmekutana na, na D1 mmoja mara ngapi katika mechi za kawaida na fainali mara ngapi? Kwanza mimi mtoano robo fainali walidondosha Bilombe, mimi nilimwacha nikaingia mpaka fainali nikapambana na Yanga Boys nikawa. okay. yeah. nimechukua kwa hivi tena ni, okay. ni, ni kitu gani ambacho una predict kwamba kitakwenda kutiki katika mechi ya leo mechi ya leo ni lazima lazima e. Lakini mbona kuna, kuna tetesi ambazo zinazokwenda kusikika kwamba kocha uh, ni moja kati ya shabiki wa D1 Umoja kwao, itakuwaje hapa? Nyinyi kuweza kukava hii hali ya kocha uh, yalikuwa kwamba yeye bado ni shabiki kule, unajua so, kocha kocha ni kama ni mtu ambao anauzwa, oh, yeah. kwenye timu zote yeah. ni lazima kwa sababu alikuwepo alikuwepo nani kocha wa D1, okay. Sasa hivi yupo kocha wa Alliance, yeah. Ni lazima wezi wakakuwepo kwenye timu ya D1, lazima akuepo kwenye timu ya Alliance kwa sababu ndio yupo. Lakini baadhi ya mashabiki wenzako wanakwenda kuzungumza kwamba yule lazima aweze kusimamia mechi ya leo, maana akisimamia atakuwa na percent ambazo atakwenda kuzifanya za kuweza kudondosha timu yetu ya leo, sio kupata ushindi, na hivyo wakawa amedai kwamba kocha Mikalosi aweze kusimamia mechi ya leo. Wewe, kama shabiki sugu, ni kitu gani na maoni gani ambayo unakwenda kuyatoa juu ya timu? Kwanza, mimi namwamini kocha wangu, ni lazima simamie kwa sababu amenianza mwanzo mpaka mwisho. Mpaka leo tumefikia hatua finali. Ni lazima akuepo pale. Neno moja kwa mashabiki wenzako pia na kwa timu. Neno moja kwa mashabiki na wenzangu ni eh, lazima tu ndio kwa wingi kwanza, lazima atumaini tuje nayo na tuje na kombe, ni lazima itakuwepo kwenye timu Alliance. Ndio, kitu kama hicho, asante kwa muda wako. Okay, bye bye. Yes, kama hivyo unavyoona nini naendelea kutamba katika kijiji cha m ya kwanza na leo nipo na madada konki kabisa wa timu ya Alliance de Force kwao, nitakwenda kush nao moja mbili tatu, ili tuweze kupata maoni yao kuhusiana na fainali ya kibaba ambayo itakwenda kupigwa leo. Dada habari mzuri, kama kani niko ni sawa. maoni yako juu ya mechi ya leo yako vipi? yako, yako sawa tu yako fresh well. tunaweza kukafunga hivi wachezaji, kambi yao kambi wamewekea kambi kambi wapi? katika kijijiki M -A. M -A, kwa nani Iuu na mm, ni mara ngapi mmekutana na D1 Umoja katika michuano hii ya, kas, ya, ya Kasa Cup? Na mimi naweza kuwa kama tatu hivi hata mara pili. Na mmetoka na, na, na, na ushindi mara ngapi? Mara pili. Kwa sasa leo ni fainali mmekutana nao, na ni mara kwanza kabisa mmekutana na, na, na, na D1 Umoja kwenye fainali. Hivi matumaini yako wewe kama uh, mwana um, Alliance de Force ni yapi? Tunawafunga today. Mnawafunga uhakika kabisa? mna, mnaweza wa kufunga D1? Yaani bila oga tena tunawafunga vizuri. Lakini moja kati ya tetesi ambazo zinazungumzika ni kuhusiana na kocha, alikuwa bafo kabisa ni kocha wa D1 na leo ameweza kuwafikisha nyee fainali. Lakini tetesi ambazo zinazunguka ki kitani kwamba atakwenda kuwasaliti na hivyo mtakwenda kumsimamisha kocha ambaye aliweza kupita misimu ya nyuma kabisa katika timu ya Bilombe Mikalos. Wewe kama wewe uh, mshabiki, ni kitu gani ambacho ungeshauri timu iweze kukifanya juu ya kocha huyo? Yaani akileta fujo tu atolewe, aweke mikalo kwa. Una uhakika kwamba Mikalos ana uwezo wa kufanya jambo lolote kwa ajili ya timu? Eh, na uhakika, maana tunamwaminia Mikalos. Okay. ni nigeukie pande hii. Hivi mkichukua kombe ya tatu Nikitugia, ni kitu gani ambacho mtakifanya humo ambacho kitakuwa surprise juu ya kambi? Tutafaa sherehe sherehe. mm -hmm. Moja ya ahadi ya, ya devlaje wetu ameahidi nini baada ya kombe? Anasema baada ya kombe tunakunywa bia mingi sana, tuna sherehe kubwa, kwa sababu anasema kama hivi leo, wasichana wote ambao wanashabikia timu ya Alliance wajitarishe kwenye kila baa yote, mba utahusika mshabiki wote wote ule. Eh, tunakunywa bia sana leo, bia nyingi sana kwa ukweli. Ha, hivyo unajua moja kati ya madhara ya bia ni yapi? Ah, kwenye sherehe eh, tu kwenye sherehe, kwa sababu ni leo tu kwa kusherekea kombe yetu leo, kwa sababu tuna uhakika. Um, kuna hili lingine baada ya mechi, wanasema baada ya ushindi wachezaji wa, wa huwa wanakuja kuchezea mashabiki nyinyi wa kike. walidanganya uongo ule. Walidanganya uongo. Mm. mwana ule na mke wake anataka kumchezea mke wake, atache sio mke wake. Hamna, haiwezekani. Okay, unawapa matumaini gani wachezaji wetu ambao tutakuwa nao leo uwanjani? Leo apambane kweli mpaka tubebe ikombe. Mmoja kati ya mabeki kali akiwemo Kakaako, ni Kakaako yule hivi akitoka tena beki bora wa Kasa Cup. Ni kitu gani ambacho utampa kama surprise? Hela nyingi tu hela nyingi kama idadi ni shingapi? 20. Yes, huyu uh, ndo binti ambaye uh, leo atakuwa na atakuwa na ile chungu kabisa ya Alliance de Force, moja ya kati ya chungu ile ambayo imetoka kwa papa papa nani? Papa nani yule? Yule msimamizi wa Alliance President Jeta. Eh, Jeta, eh. Jeta. Jeta. Jeta ameahidi nini baada ya mechi hii? Jeta ameahidi ushindi ni wa kwetu. Kama ni uwezo tunao Alliance. Tunajipanga vizuri tu. Um, fainali ambazo ziliweza kupita ile ambayo mlikuwa nakumbuka na, na, na bilombe mkaweza kuchukuliwa pale Young Boys, oh yeah. Uh, kuna jezi ambazo zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya mashabiki, zile jezi leo tutaziona ama kuna mfumo mwingine ambao umefanyika juu ya mechi ya leo? Sasa hivi zina jezi nyingine, kama ni hela tunazo. Okay, yes. Okay, mmoja kati ya mashabiki sugu sana, natumaini lakini ndani wa wachezaji, ya wachezaji, hebu tuangalizie kikosi ambacho kitaanza mechi ya leo. Mechi ya leo tutacheza spairo yeah, mikalosi yeah, dorei alafu yeah. Ndio nani dewinge kunacheza wengine mpaka mesa, majina mesi ataanza mesi. Si nje yes. Hivi mfano kocha akasema kwamba the wing aanze nje. Nyie kama mashabiki, mtakuwa mta na kitu gani ambacho mtakwenda kukisema? Tunataka mpiga, tutachukua maamuzi yetu wenyewe, siko like, problem mashabiki okay. Nm, kabla sijafika kwako, kuna neno ambalo ulikuwa unalisema kwamba, uh, kocha ambaye yupo amewafikisha fainali ni moja kati ya ya watu wa D1. So leo sasa, mtakwenda kukutana na D1 fainali, so ni kipi sasa tukifanya ama tukitegemee kwa kocha huyo? Kama ni kocha yetu, tunamwamini kidogo, sio sana, asilimia 100 okay kuna asilimia mia kama vile ni kocha amenunuliwa. Kuna upande mmoja ni wa D1, wengine upande mmoja Alliance. Ndio hivyo kwao. Sasa mategemeo na matarajio kwa kocha huyu yatakuwa yapi kabisa? Maana kule kuna damu D1 na huku kuna damu Alliance, na zote ni timu ambazo amekwenda kuzifanya vizuri, zimefika fainali so wewe kama wewe kama shabiki sugu, endapo mtakuwa mmepigwa, uh, chanzo cha kupigwa kitakuwa kimetokana na kocha ama uzembe wa mashabiki uh, uzembe wa wachezaji uwanjani? Itakuwa kocha. Kama ni wachezaji ni wapo vizuri, hakuna mchezaji anaweza kaboronga kwa mechi hii, kwa sababu tunajiamini kwanza. Mechi ya kwanza mpaka sasa hivi tumefika fainali, tunajiamini, wote wako vizuri lakini mmezungumzia kwenye swala la mvua, nimezunguka zunguka, mmezungumza kwamba leo diwani wapande washuke mvua hito kwenda kunyesha. Sasa ukweli gani, kuna uhusiano gani wa diwani na mvua? Diwani tunaielewa, kila timu kila mechi wanayocheza nayo yani kila timu wanaoanda kucheza nayo lazima wanyeshe mvua, si kama vile Alliance tunajipanga vizuri. Kama ni mvua, wataandaa mvua, mshwa atachoka. Kama ni leo shindi ni wakotu, lazima mvua inyeshe ndio inyeshe. Ah, haituonyesha. uh, ko, ko, ko, sasa, sasa tumalizie tumalizie na hili hapa, tumalizie na hili hapa uh, the wing nafikiri ni beki ambao namkubali, yani beki bora bila the wing kama achezi ya post hizi nikaenda mpirani. Pia Mikalosi ni mfungaji bora ambao namkubali, yaani namkubali pamoja na, na supahilo kwa sasa kati yao wawili kirushwa sarafu moja, utakubali anze nje, ni nani ambaye utakubali anze? Ah, kuna hata mmoja akubali, hata mmoja abaki nje, wote wabaki ndani mle mlewa, wote pamoja, kweli eh? nbak yes. Mpaka mwisho, mpaka mwisho wa digo eh, ndio kweli. Haya, hivi sasa ikitokea de wingi amepewa tena, uh, nafasi ya, ya, ya kuwa beki bora na akaja kuomba kitu kwako, ni kitu ambacho tutakwenda kumpa. Naweza mpa hela tu hela. Eh, maana dungeni kaka yangu naweza mpa hela. Eh, Kama laki moja hivi naweza mpa. Okay, neno moja kwa kwa timu yetu ya Alliance De Force. Imeisha. Hmm. Imeisha. Ah, uh, lakini kuna kitu ambacho nahisi kwamba leo kitakwenda kutokea uwanjani kwa Alliance na hitokuwa ni kitu kizuri sana. Wewe kama wewe, maoni yako ya mwisho kabisa, na neno moja kwa Alliance kama kitu gani vile kupigwa kupigwa hamna kupigwa njo uongo make si tunakia na ule ushindi wote leo hii tuna ushindi wote wote e kabisa. tunajiamini uhakika tunaokuya okay. nayo Okay, tuseme sina la ziada. Ulikuwa na Simon Degrit, one, bembe kama bembe mwingine unavyomwona mtoto ana kapsura yake na kapua yake, so tumalize na huyu. Mimi niseme sina la ziada, neno moja kwa timu yetu ya Alliance de Force. Neno gani? Yeah. hmm? La, la, la kuwapa faraja mm, wachezaji, mashabiki, viongozi na alkadhalika. Niwapatie ni tu Wacheze mpira vizuri, lazima atupatie ushindi kwa siku ya leo tu. Enjoy pamoja na devils wetu karma ambali. okay, thank you kwa muda wako. Asante pia na, yeah, na na nawashukuru nyote wwachezaji na mashabiki wa Alliance de Force. sema nini, sina la ziara mimi, niseme bye, bye.